Helo watu wa Mungu, helo watu wa Mungu, karibuni hapa RFK TV Online. Naitwa Madam Glory Basuta, karibuni katika kipindi changu cha Sauti ya Faraja. Watu wa Mungu, kabla hujaendelea mbele na kuomba na kukumbusha, usisahau kusubscribe, kucomment, like na kushare hii video kwa watu wengine, ili kila mtu aweze kupata maneno haya ya faraja. Mtu wa Mungu, Kipindi hiki cha Sauti ya Faraja kinakuwa kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa saa nane kamili, hapa saa nane kamili mchana hapa RFK TV Online. Mtu wa Mungu, mara nyingi sana tumekuwa tukikaa na vinyongo, tunashindwa kuwasamehe watu waliotukosea, hata na sisi wenyewe tunashindwa kabisa kujisamehe kwa mambo ambayo tulifanya kinyume na mpango wa Mungu. Sasa leo nimekuja na somo tunalosema watu wa muhimu sana kuwasamehe katika maisha yako, ili uweze kupata baraka na neema nyingi katika maisha yako, ili maisha yako yaendelee kuwa mazuri zaidi na Mungu azidi kukubariki kwa baraka nyingi nyingi sana. Watu wa kwanza ambao tunatakiwa kuwasamehe katika maisha yetu ni wale watu wote ambao walitukosea kwa namna moja au ingine. Tumekuwa tukikosewa na watu nao, watu tunawabeba na kuwaweka katika roho zetu, tunashindwa hata kuwasamehe. Hii inapelekea sisi kuzuia baraka zetu kuja na kwa kuwa tunajua maisha yetu ni ya kiroho, life is spiritual. Kwa hiyo unavyokaa na kinyongo, unaposhindwa kuwasamehe wale wote ambao wamekukosea, unazuia baraka zisije katika maisha yako, unazuia mafanikio yasije katika maisha yako. Una biashara una shangazi hindi vizuri, kumbe kuna watu tu umewabeba rohoni mwako ambao unashindwa kuwasamehe kwa yale ambayo walikukosea. Mtu wa Mungu, hebu achana na kuweka vinyongo, hebu samehe wote ambao unajua wamekukosea. Yamkini walikukosea mambo makubwa sana, au walikukosea mambo madogo tu, lakini unatakiwa uwasamehe hao watu kwa maana hata vitabu vyetu vya dini vinasema samehe saba mara sabini. Yaani, mtu yoyote aliyekukosea msamehe. Kuna wengine hata awaombi msamaha, lakini wewe wasamehe ili kujiletea maisha yako, mafanikio yako na baraka nyingi katika maisha yako. Unatakiwa uwasamehe wale wote ambao wamekukosea. Na wa pili unaotakiwa kumsamehe ni wewe mwenyewe. Jisamee wewe mwenyewe. Kuna vitu ulifanya ukiwa mdogo, kuna vitu ulifanya hata ulivyokuwa unakuwa, ambavyo ulijikosea wewe, kama wewe ulikosea utu wako, ulikosea nafsi yako, kwa unatakiwa ukae chini uviainishe ni vipi ambavyo nilifanya kinyume na mimi mwenyewe ambavyo vikaniletea shida kujisamehe, ambavyo nikajichukia ambavyo nikatamani hata kujiua kwa ajili ya hivi vitu nilivyovifanya. Unatakiwa ukishavijua hivyo, ebu jisamehe, samehe mwili wako, samehe nafsi yako, samehe na, na roho yako. Ndipo pale ambapo baraka zitamiminika kwako, utakavyokuwa unaomba mafanikio yatakuja. Ni kwa sababu ya nini? ume jisamehe. Ukijisamehe utakuja kuanza kujipenda, utajipenda jinsi ulivyo, utajipenda wewe, au utatamani tena kujiumiza? Utafanya vitu vile ambavyo vinakuletea baraka, ambavyo vinaleta afya katika maisha yako, ambavyo vinaleta mahusiano mazuri yako wewe pamoja na watu wanaokuzunguka pamoja na wewe mwenyewe na nafsi yako na roho yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama nilivyosema, ya kwanza tuwasamehe wote waliotukosea, na ya pili tujisamehe sisi wenyewe. Utakapojisamehe utaona ni jinsi gani ambavyo maisha yako yataenda kubadilika. Hautakuwa kama ulivyokuwa jana, hautakuwa kama ulivyokuwa mwaka uliopita, hautakuwa kama ulivyokuwa mwaka wa juzi uliopita. Mtu wa Mungu, kuna faida kubwa sana ya kusamehe waliotukosea na kuna faida kubwa sana ya kujisamehe sisi wenyewe. Hebu anza hii kuanzia sasa, unapoisikiliza video hii. Kaa chini, tafakari, jiulize, ni watu wangapi waliokukosea? Jiulize, ni mara ngapi ulijikosea wewe kama wewe. Kaa chini, wasamee hao wote, jisamee na wewe mwenyewe, jirudi, anza kujipenda. Utakapojipenda hautakuwa na kinyongo na wewe mwenyewe. Utakapojipenda hautafanya vitu ambavyo vinakuwa tofauti. Watu wa Mungu. Asanteni sana. Ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja ambacho kinakuwa hewani kila siku ya Jumaa tatu mpaka Ijumaa saa nane kamili mchana, na kukumbusha kama kawaida, usisahau kusubscribe, kukoment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine, ili kila mtu apate kujifunza haya maneno ya faraja kutoka kwangu mimi Madam Glory Basuta. Asanteni sana ninawapenda, na Mungu wetu anatupenda zaidi.